E bwana, mmoja kati ya posti na comments ambazo zimevuja huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na hizi posti za Diamond. Kuna posti bwana ambayo Diamond kumbe aliposti akiwa ameweka ahadi kwa daimu, kwa bibiye Zuchu. Nadhani ilikuwa ni temporary post. Kuna hizi posti ambazo waga hawa wasanii waga wanaziposti kwa muda then wanakuja wanazifuta. So huenda hii ikawa ni miongoni mwa posti za namna hiyo, kwa sababu mpaka sasa hivi hapa bwana, tunaona kwamba hii posti tumepita katika page ya Diamond haipo. Lakini watu walishapigaga screenshot wakaitunza, na leo imeanza tena kurecirculate kwa mara nyingine ko mitandaoni. Kwa mujibu wa posti hii, ni kwamba posti hii bwana aliweka Diamond Platnumz akawa aliandika kwamba one day I will marry you I promise. Yaani, hii ni ahadi ambayo Diamond alikuwa ameiweka kwa Zuchu kwamba siku moja atakuja kumwoa, anamwaahidi hivyo, akaweka hapo chini emoji ya kopa, emoji ya love na pia vilevile emoji ya pete. Then katika caption bwana akaja akaandika, akamtagi Zuchu, akaweka kopa na emoji ya ua alafu, Zuchu mwenyewe akaja akajibu hapa kwamba inshaallah, akaweka pia emoji ya kopa. Kwa hiyo hii bwana, kumbe ilikuwa ni ahadi ambayo walishawekeanaga tokea zamani. Umeona bwana eh. Kwa hiyo hii bwana kumbe ni ahadi ambayo walishawekeana tokea zamani. Lakini pia ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho kimekuja ku make headline ni kwamba Zuchu kupitia kurasa yake wa Instagram pale juu, katika Insta story, wakati Diamond ana perform kule Gongo la Mboto, ni kwamba Diamond alikuwa anajitamba eh, mbele ya mashabiki zake kwamba yeye ameoa sasa hivi yupo kwenye ndoa, na hata kwenye show imebidi tu aende, lakini alikuwa anajisikia kama kuumwa umwa, alikuwa anatamani sana ajifungie tu ndani na mkewe ajili ya vyake kwa kwani sasa hivi wameshaharanisha. Umeona, ni kwamba Diamond alikuwa anazungumzwa alikuwa anazungumza stejini kwamba alikuwa anatamani ajifungie na mkewe, kwani sasa hivi anajilia kihalali kwa sababu tayari wameshaoana, umeona bwana. Kwa hiyo kutokana na hilo basi, ni kwamba Zuchu bwana, ameposti hiyo hicho kipande cha video katika ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story, kisha akaandika kwamba mume wangu mimi, yani ameandika hivyo, kama vile ujumbe kwenda kwa Diamond. Kwa hiyo, Zuchu, at the end of the day, ni kwamba amekuja kustemp